Habari yako mzazi na mlezi, karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tutazungumzia moja ya changamoto kubwa inayolikumba taifa letu, ambayo ni wanafunzi kuacha shule. Je, unajua kuwa kuna sababu tisa kubwa ambazo utafiti umeonyesha kuwa ndizo zinazochangia sana hali hii ya wanafunzi kuacha shule? Hebu tuchambue pamoja, moja baada ya nyingine. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hauja subscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa kwani tunashirikiana kukuletea maudhui sahihi kwa ajili ya mtoto au watoto wako. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0787579224. Karibu na tuanze. Sababu ya kwanza ni umaskini wa familia. Wanafunzi wengi hutoka kwenye familia zisizo na uwezo. Familia hizo ambazo zinakuwa hazina uwezo wanashindwa kugharimia mahitaji ya msingi ya mwanafunzi. Baadhi ya wanafunzi hukosa chakula au hulazimika kufanya kazi ili kusaidia familia. Mwanafunzi akiwa anafanya kazi ili aweze kusaidia familia, uwezo wake wa kufuatilia masomo unakuwa ni duni sana, hivyo mwanafunzi anaweza akaona haina haja ya kusoma shule, ni bora afanye kazi asaidie familia yake. Sababu ya pili ni mimba za utotoni na ndoa za mapema, haswa kwa wasichana. Wasichana wengi wanapata ujauzito, ujauzito huo unapelekea kukatizwa kwa masomo wasichana wengine wanaozwa mapema kwa sababu za kitamaduni au za kiuchumi. Tamaduni zingine zinawafanya watoto wasiendelee na masomo kwa sababu wanapofikia ile wakati watoto wa kike wamevunja ungo, unakuta wanachezwa mira zingine za unyago, wanaandaliwa kwa ajili ya kuolewa. Wengine tu unakuta tamaduni zao zinaruhusu watoto wadogo waolewe, watoto wa kike ninamaanisha. Kwa hiyo hizo ni sababu nyingine ambayo inachangia watoto kuacha shule. Sababu ya tatu ni ukatili na manyanyaso shuleni. Uonevu kutoka kwa wanafunzi wenzao au lugha mbaya kutoka kwa walimu huathiri kisaikolojia. Hii hupelekea baadhi yao kuacha shule ili kuepuka maumivu ya akili. Unakuta kuna mwanafunzi mwingine yupo shuleni lakini anaonewa na wenzake, anapigwa anaonewa ananyanyaswa na yeye, yule mwanafunzi anakuwa hajapata ule uwezo wa kuweza kusema kwamba anaonewa au anafanyiwa ukatili na manyanyaso na wenzake. Kwa hiyo yeye maamuzi yake anachukua tu kwamba ni bora aache shule, hiyo inakuwa ni sababu ya mwanafunzi kukatiza masomo yao. Sababu ya yani, nne ni matokeo duni na kushuka kwa motisha. Wanafunzi wanaoshindwa masomo mara kwa mara hupoteza imani na huamua kuacha shule. Kukosa msaada wa kitaaluma kunazidisha hali hiyo ya kuwafanya watoto waweze kuacha shule. Wanafunzi hawa wanaokuwa wanashindwa masomo mara kwa mara wanakuwa wanawaza tu mara nyingi kwamba suluhisho ni kuacha shule, wakati hiyo sio suluhisho ambalo ni jema. Watoto hawa mara nyingi wanakuwa wakati mwingine hawataki kusaidika, kwa hiyo mara nyingi wanapokuwa wanasaidiwa, wao wanakuwa tayari wameshakata tamaa na wanaona kwamba wakiacha shule ndio inakuwa nafuu kwao. Sababu ya tano ni ugonjwa au ulemavu. Baadhi huacha shule kwa sababu ya maradhi ya muda mrefu au ulemavu hasa pale ambapo shule hazina huduma maalum. Watoto hawa wanakuwa ni walemavu au unakuta wakati mwingine ni wagonjwa. Mtoto ni mgonjwa muda mrefu, yuko hospitali, wazazi wako naye hospitali, au yuko nyumbani anatibiwa tu nyumbani. Mtoto anakata tamaa na anaona sasa ni bora tu niache shule, siwezi kuendelea kwa sababu ya ugonjwa nilionao, ni bora nikae tu nyumbani. Na mtoto unakuta anakatisha masomo yake. Sababu ya sita ni kutokuwepo kwa usaidizi kutoka kwa familia. Watoto ambao wazazi wao hawahusiki katika masuala ya elimu mara nyingi hukosa mwongozo na motisha ya kuendelea. Wazazi ambao unakuta wamesongwa na kazi, wamesongwa na mambo mengi, unakuta hawatoi usaidizi kwa watoto wao. Mtoto anarudi nyumbani, labda na kazi za shuleni, au mtoto anakuwa anataka asaidiwe na mzazi wake, lakini mzazi anakuwa hana usaidizi kwa mtoto wake, huyo mtoto anachukua jukumu la kuacha shule. Jambo la saba ni umbali mrefu wa shule. Baadhi ya watoto hulazimika kutembea kilomita nyingi kwenda shule. Watoto wengine pia hutumia basi hutumia bajaji, pikipiki kwenda shule. Hali hiyo inawachosha au kuwaweka kwenye hatari ya usalama, hivyo wanachagua kuacha shule. Sababu ya nane ni utovu wa nidhamu au kuvurugika kwa maadili. Baadhi ya wanafunzi hujiingiza kwenye makundi mabaya wanafunzi wengine wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Wanafunzi wengine wanajiingiza katika suala la utoro, mwisho wanajikuta wakiwa mbali na mfumo wa elimu. Sababu ya tisa ni ukosefu, ni ukosefu wa vifaa au mazingira bora ya kujifunzia. Shule zenye madarasa machache, ukosefu wa walimu au vitabu hupelekea watoto kukosa msingi wa masomo. Wanafunzi wanaacha shule kwa sababu hawaoni thamani ya elimu hiyo. Sababu hizi si tu nadharia, ni matokeo ya tafiti za kielimu kutoka kwa mashirika kama UNESCO UNICEF, na tafiti za ndani. Ili kupunguza tatizo hili, tunatakiwa uwepo ushirikiano baina ya serikali, jamii, shule na wazazi. Elimu ni haki ya kila mtoto, tusikubali vizuizi hivi viwepo kwenye ndoto za watoto wala tusikubali vizuizi hivi viwapokonye watoto ndoto zao. Nafikiri utakuwa umejifunza kitu kipya leo. Tafadhali like, share na subscribe, ili tuendelee kuelimishana kuhusu elimu na malezi ya watoto. Tuonane tena kwenye video inayofuata. Asante.